Huu ni msafara wa watumishi wa Mungu kutoka eh, halmashauri ya Msalala, manispaa ya Kahama, mkoa Shinyanga, eh, watumishi wa Mungu mapastors ambao wamekuja katika mlima huu wa maombi tarehe hii ya leo tarehe kumi mwezi wa nne mwaka 2025. Mungu awabariki sana. Amen. Mungu awabariki sana, watumishi wa Mungu. Kuna mwandishi wa habari hapa, kupitia chaneli ya YGT. Mlima wa moto, mlima wa moto <laughs> hey! Kastan mn amina, watumishi wa Bwana, Mungu awabariki sana.